Tena nimekuja tumefanya mkutano wa amani. Hebu nisikilize basi, nisikilize basi, tumefanya mkutano wa amani hapa, tumefanya mkutano wa amani tume lazim, tumemaliza kwa amani. Sasa mimi nafahamu michezo ya jeshi la polisi na ya CCM wanaowatuma. Mimi wanaowatuma mimi ya... Sasa amesema nisiingie, nisi kwenye gari nisiingie kwenye gari A -a. Amna, si tunakatazwa kuingia kwenye gari? Atalala hapa, shida iko hapa, shida iko hapa. Tusichezeane, tusichezeane. Tusichezeane. Wametuvamia, wamemchukua Tundu Lissu baada ya mkutano wetu. Hilo ndo gari la mheshimiwa Tundu Lissu. hilo ndo gari la mheshimiwa Tundu Lissu. Tupo live kutoka Mbinga, wamepiga mabomu ya kutosha ya kutawanya wananchi. Tunaombeni msaada, wamemchukua mheshimiwa Tundu Lissu, hatujui wamempeleka wapi, baada ya kufanya mkutano wa hadhara wa amani. Haya ndo magari ya Chadema ambayo yapo hapa. Viongozi wa Chadema hawaonekani wametawanya kila mtu. Hili ndo gari letu la PA. Hapa ni Mbinga. Mpaka sasa hatujui wamempeleka wapi Tundu Lissu. Mpaka